Watu yangu ya Mount Elgon, mkae pamoja, mutu asimtanganye na pesa alafu muumishane alafu watu wengine wakucha warithi hiyo inji. Ni vibaya sana. Kuna siri imekuja, wanataka toa mali hapa kwa mlima, iko mali mingi sana, na watoto wetu ambao wamesoma hawajui, wanapenda pesa sana na mimi nakataa kata kata. Bungoma mimi nahitaji wanasiasa, niliongea chusi kwa kawa na Lusaka akapuruhusia mbali, ati mtu ambaye amesoma anashinda Mungu. Ninasema pole sana, pole sana, wanasiasa wote wakucha, wakusanyike, tuombe Mungu na Mungu naye atufanye tuwe kitu kimoja, na tuheshimiane, tuheshimu wasee, tupate baraka. Bila hiyo, hakuna mahali pa kukwenda. Na Mungu atambariki mpaka kesho, kama ishirini na saba Council of Elders kutoka injihii yote, tuwe na suluhu moja, mtoto asi yule mtoto ambaye haheshimu mzee, wazee hatakiwe kuwa kiongozi. Tuweke mkono na tukatae, sisi hatutaki watu kuleta wizi ya kumaliza watu, wengine wanaumia na wengine wanatajirika. Hatutaki, tunataka tufanye e, uchakuzi na huu uchakuzi tunataka tuende na watu wale wana ambao wanaheshimu sauti ya Mungu sana wale ambao wanatoka mashinani uko unatambua huyo mzee, na tutamleta awe mmocha wa Bukusu Council of Elders ambaye ataweza kusaisha wengine wale ambao wanaenda kando. Na... Western watoto walishika wali, wali i ki, kitambulisho mwezi wa sita mwaka uliokwisha paka wa leo kitambulisho haingii. Wengine wameshika tu kuanzia tu hapo hapo paka mwezi mwezi wa pili. Hakuna kitambulisho yoyote inakuja. Na mara wanatangaza ati kitambulisho imerundikana kwa DC, kwa chifu, kwa dio, tukienda huko nataka tu vitambulisho vyetu kuanzia mwezi wa sita. Western siingia mara moja. Unapoitwa mahali wenda ikawo katika kikao cha siasa, usiwe mtu mchochezi tafadhali, uwe mtu wa kuleta amani. Kama unasimama kuongea katika kikundi ama katika kikao popote penye unasimama, jua maneno yako iwe ni maneno ya amani, isiwe maneno ya vita. Vita kama sisi wa mama ndio huwa tunapiga taabu sana. Vita ikitokea, wazee watatoroka, sisi wakina mama na watoto huwa tunapitia hali ngumu. Kuna maneno imesikika ya Wandorobo na Akiek. Sisi kama wanaharakati, tunaomba wazee wa hizo Ndorobo, Akiek, bok na Konya wakuja pamoja, waongee kwa sababu kuongea dialogue ndiyo inaleta suluhisho maneno ya kusema hawa ni wao left, right a hiyo vitu inaleta mchafuko. Na sisi kama watu wa spiritual leaders wa Sabute na viongozi wa Sabute, sisi hatutaki furuku, hatutaki uchochezi. Tunahitaji watu walio na jambo, tuongee na kanisa, tuongee na wazee, tuongee na serikali na mambo yetu ya kuje pamoja, aswa mchafuko ambao umekuwa katika huo mlima wanachafua mahali patakatifu, na hapo ndio Mungu ako na mahali resources zote ziko. Mimi kama spiritual leader, I want to appeal. Nataka kuomba kwa unyenyekevu kwamba ja, jambo lolote likiweko tusemezane.